Ipwani moto uliozuka mapema leo asubuhi katika bweni moja la shule ya sekondari ya Mkolani jijini Mwanza umeteketeza baadhi ya samani na mali za wanafunzi ambazo thamani yake bado haijafahamika, ambapo wanafunzi wawili wamepelekwa hospitali baada ya kupata majeraha. Akizungumza na wanafunzi na walimu wa shule hiyo mara baada ya moto huo kudhibitiwa, mkuu wa wilaya Nyamagana Meritesha amewataka wanafunzi hao kuwa watulivu wakati serikali ikifanya tathmini ya mali zilizoteketea na kujua chanzo cha moto huo. Tuungane na Reginald Ndesika kwa taarifa kamili. Ilikuwa ni mida ya asubuhi, wanafunzi wakiwa wametoka mabwenini kufanya usafi kabla kuingia madarasani, pale taarifa za kuzuka moto katika moja ya mabweni ya shule ya sekondari ya Mkolani jijini Mwanza zilipozua taharuki shuleni hapo. Wakati nafika kazini, mtoto mmoja tukutana naye anakimbia kwenye muda ya saa moja na nusu hivi anakimbia kuja kutoa taarifa kwamba mwalimu, kuna bweni nafuka moshi. Kufika hapa kweli bweni nafuka moshi. Ni chanzo cha tukio hasa hakijajulikana mpaka sasa sai. Nao baadhi ya wanafunzi wakasimulia kasimulio alivyoshuhudia tukio hilo. Nilikuwepo chumbani, nilikuwa nimeweza kuoga, mwenzangu alikuwa ameniacha baada ya yakuwa navaavaa, muda baadaye nikaanza kusikia kitu kama kinaungua nikatoka, nikatoka nje ya chumba cha mwenzangu nikakuta magodoro yote yanaungua. Sasa ndio nikakimbia huku nje nikakuta watu wanapanga wanapangapanga madawati, ndo nikawa nimewaambia kwamba, jamani, moto huko unawaka, tukishikia kwa mabweni yanaungua. a inaungua chumba chako hakuna t kuichoamburia hata <coughs> kimoja, sijui jinsi ulivyoanza Mkuu wa shule hiyo Asesio Matias akaelezea jitihada zilizofanyika katika kudhibiti moto huo. Tukakuta juhudi za kuzima moto zilikuwa zinaendelea, na vitu vianatoa nje kwa kutia dirishani, na juhudi zikaendelea za kuzima moto kwa kutumia maji na fire extinguishers. Kwa hiyo tulichofanya sisi tulitoboa dari na tukatumia fire extinguishers kuzima darini na baadaye Moto ukawa umezimika. Hata hivyo mkuu wa wilaya ya Nyamagana Mary Tesha amewataka wanafunzi hao kuwa watulivu, wakati serikali ikijitahidi kushughulikia uharibifu uliotokea na kujua chanzo cha moto huo. Najua mmepata mshtuko mkubwa, lakini ninyi bado mnahitaji kusoma, pamoja na tukio hili limetokea, sisi wenzenu serikali Tunahakikisha kwamba tunarudisha hali katika hali ya kawaida. Mkuu wa shule hiyo Asesio Matias amewatoa hofu wanafunzi na, na kuwataka wasikate tamaa kwa kuwa tukio hilo lililotokea haliwezi kukwamisha shughuli za ufundishaji. Reginald Ndesika TBC Mwanza.